Umeshawahi kujiuliza kwa nini unajitoa kwa asilimia mia kwa mwanamke, unamhudumia, unampa muda wako wote, lakini mwisho wa siku anakuambia huna mapenzi ya kweli, au mbaya zaidi, anakuacha na kwenda kwa mwanaume ambaye hata hamjali nusu ya vile unavyomjali. Hii sio bahati mbaya na wala sio kwamba wewe ni mtu mbaya. Tatizo ni kwamba unatumia logic ya kiume kucheza mchezo wa kisaikolojia wa kike. Ni kama kujaribu kufungua mlango kwa kutumia rimoti ya TV. Hata ubonyeze vipi, mlango hautafunguka. Leo nimekuletea saikolojia tano za wanawake ambazo ni nguzo kuu. Hizi sio zile tips za kawaida unazozisikia mtaani. Hizi ni kanuni za kisaikolojia zilizojificha, subconscious triggers ambazo zinaongoza maamuzi ya kila mwanamke duniani, awe anajua au hajui. Twende kazi. Namba moja, hitaji la usalama wa hisia, emotional safety versus financial safety. Saikolojia ya kwanza, na hapa ndipo wanaume wengi tunapojikwama mapema sana. Tunadhani kwamba usalama kwa mwanamke unamaanisha pesa, nyumba na magari. Ndiyo, pesa ni muhimu. Pesa inaleta usalama wa kimaisha survival, lakini kuna kitu kinaitwa emotional safety, usalama wa kihisia. Mwanamke anaweza kuwa ndani ya jumba la kifahari, ana gari la milioni mia moja, lakini akawa anajihisi hayuko salama na wewe. Kwa nini? Kwa sababu kibiolojia na kisaikolojia mwanamke ameumbwa kutafuta container au chombo imara cha kuhifadhi hisia zake zinazobadilika badilika, badilika. Fikiria hisia za mwanamke kama maji au dhoruba ya bahari. Wewe mwanaume unatakiwa kuwa mwamba au chombo kisichotikisika. Kama wewe mwanaume ni mtu wa kulipuka kwa hasira ovyo, una panic kila tatizo linapotokea au unayumbishwa na maneno yake, wewe sio salama kwake. Saikolojia inasema hivi, mwanamke hawezi kukutii wala kukuheshimu kama hawezi kukuamini na hisia zake. Kwa mfano ukirudi nyumbani umefukuzwa kazi, halafu unaanza kulia au kuchanganyikiwa mbele yake, hapo umepoteza frame ya wanaume. Hata kama atakuonea huruma, kisaikolojia, ataanza kukuona wewe ni mtoto unayehitaji kulelewa, sio mwanaume wa kumtegemea. Namba mbili Saikolojia ya kusikilizwa vs kutatuliwa. Hii ni classic mistake, karibu kila mwanaume anafanya hili kosa. Mwanamke anakuja kwako, anakulalamikia kuhusu kazi yake au rafiki yake aliyemudhi au jinsi alivyochoka. Wewe kama mwanaume, ubongo wako ni problem solver. Umeumbwa kutatua matatizo. Kwa hiyo akisema nimechoka sana na kazi, wewe haraka unasema basi, acha kazi hiyo, tafuta nyingine au punguza masaa ya kazi. Unashangaa anakasirika na kusema huwezi kunielewa wewe unabaki unajiuliza, sasa nimefanya kosa gani? Nimempa solution. Sikiliza kwa makini, wanawake huwa hawaongei matatizo ili utatue. Kwa muda huo wanaongea ili wajisikie wamesikilizwa, validation. Kwenye saikolojia ya mwanamke, kuongea ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo, emotional release. Anapotamka maneno, anatoa sumu mwilini. Wewe unapomkatisha na kumpa solution ni kama kumwambia, funga mdomo, hisia zako sio muhimu, chukua hili jibu na ondoke. Mbinu ya kutumia siku nyingine: akija na malalamiko, fanya kitu kinaitwa active listening. Mwangalie machoni, usitoe ushauri wowote mpaka akuombe. Tumia maneno ya kuhakiki hisia zake, mfano: pole sana mpenzi, inaelekea huyo bosi wako anakuchosha sana au duh, hiyo inaumiza. Utaona uchawi wake, atajiongelesha wee, halafu atatulia na kusema asante mpenzi, najisikia vizuri sana kuongea na wewe. Hujafanya chochote, hujatoa hata shilingi, umetoa tu sikio. Hii inajenga bond kubwa sana kisaikolojia. Kumbuka, kwa mwanaume mawasiliano ni kubadilishana taarifa. Kwa mwanamke mawasiliano ni kubadilishana hisia. Namba tatu, hypergamy na hitaji la uongozi leadership. Hii inaweza kuwachoma wengi lakini ni ukweli mchungu. Kuna dhana inaitwa hypergamy. Kwa lugha rahisi, wanawake kiasili, evolutionary psychology, ameumbwa kutafuta mwanaume ambaye yuko juu yu, au mwenye uwezo wa kumuongoza. Hii sio tu kuhusu pesa. Ni kuhusu status, ambition na vision. Mwanamke hapendi mwanaume anayemwambia wewe tu ndio kila kitu changu. Hapana, mwanamke anataka mwanaume anayesema mimi nina malengo makubwa ya kubadilisha maisha yetu na nimekubali wewe uwe msaidizi wangu katika safari hii. Kosa kubwa lanalofanya wanaume wa kileo, nice guys, ni kuachia mwanamke uongozi wa mahusiano ili kumfurahisha. Twende wapi leo baby? Popote unapotaka. Tule nini? Chochote utakachochagua. Tufanyeje kuhusu hili tatizo? Wewe unaonaje? Unapoacha kufanya maamuzi, mwanamke hapati furaha, bali anapata wasiwasi, anxiety. Anaanza kuhisi yeye ndiye mwanaume kwenye mahusiano. Na mwanamke akishaanza kujihisi yeye ndiye kiongozi, heshima inapotea. Nakumbuka, mwanamke hawezi kumpenda mwanaume asiye mheshimu. Haiwezekani. Saikolojia inataka uwe na mpango plan, hata kama mpango huo ni mbaya, ni bora uwe nao kuliko kuto kuwa nao kabisa. Mwanamke anataka kupanda boti ambayo dereva wewe, anajua kule anaenda. Hataki kuwa dereva, anataka kuwa abiria anayefurahia safari. The feminine energy wants to flow, the masculine energy creates the banks of the river. Usiwe dictator. Dikteta anatumia nguvu kulazimisha, kiongozi anatumia ushawishi na maono. Mwanamke akikuona una maono na unasimamia unachokiamini, hata kama atapinga kwa mdomo, moyoni atavutiwa na wewe sana. Namba tano, vipimo vya kisaikolojia, the shit tests. hili ndilo eneo ambalo wanaume wengi wanafeli mtihani bila kujua kwamba wanafanya mtihani. Je, yeah, umeshawahi kuwa na mwanamke ambaye ghafla tu anabadilika, anakuwa na dharau kidogo au anakuuliza swali la kukutega kama hivi mimi nikiwa mnene utaniacha au anachelewa makusudi kwenye appointment kuona utafanya nini? Hivi vinaitwa shit tests au vipimo vya uimara. Kwa nini wanafanya hivi? Sio kwamba ni wabaya. Ni mechanism ya kibiolojia, subconscious mechanism. Mwanamke anataka kuhakiki kama wewe ni mwanaume imara au mwanaume bandia. Dunia ina changamoto nyingi. Ikiwa yeye mwanamke anaweza kuyuyumbisha kwa maneno madogo tu ya dharau, je, likija jambazi au likija tatizo kubwa la kimaisha, je, utakimbia? Anakupima ili kuona kama wewe utapanic au utabaki cool. Mfano wa shit test, mwanamke: siku hizi umekuwa bahili sana. Mwanaume dhaifu anajitetea: sio hivyo bebi, unajua mambo yamebana, nimekulipia kodi juzi tu hapa. Umefeli, umeingia kwenye frame yake. Mwanaume imara anapuuzua au ana agree and amplify, anatabasamu na kusema ndiyo, nimekuwa bahili sana, inabidi nianze kutunza pesa ili nikupeleke mwezini. Ukijibu kwa utani au ukipuuzua dharau zake bila kuonyesha umekasirika, unapita mtihani. Unamthibitishia kuwa wewe hujutishwi na maneno. Hii inamfanya akuheshimu na kuvutiwa na wewe zaidi, attraction spikes up. Lakini ukianza kubishana, kulia au kujieleza kwa kirefu, unamwonyesha kuwa yeye ndiye mwenye remote ya hisia zako. Namba tano siri kubwa Anachokifanya ni muhimu kuliko anachokisema. Hii ndiyo siri ya muhimu kuliko zote. Kama unataka kuchelewa au kuharibu maisha yako, basi msikilize mwanamke anachosema badala ya kuangalia anafanya nini. Wanawake wanaongea lugha ya hisia za wakati huo, current emotional state anaweza kukuambia nakupenda sana, siwezi kuishi bila wewe leo asubuhi, kwa sababu anajisikia vizuri. Jioni akajisikia vibaya na kukuambia sikutaki tena. Mwanaume anayesoma saikolojia hahangaiki na maneno, anaangalia vitendo, patterns. Je, anakuheshimu kwa vitendo? Je, anakuunga mkono kwenye malengo yako kwa vitendo? Je, anapokuwa na wewe anakuwa na amani? Kuna kitu kinaitwa the the medium is the message. Mwanamke anaweza kusema mimi sitaki mwanaume anayenibana, lakini ukimwacha afanye atakavyo, anakuona huna wivu na humpendi. Ukimwekea mipaka kwa upendo, analalamika mdomoni, lakini anabaki na wewe. Kwa nini wanaume wengi wanachelewa kujua hili? Wanachelewa pale mwanamke anapoonyesha dalili zote za kutokuwa mwaminifu vitendo, lakini mwanaume anang'ang'ania na maneno yake ya samahani, sitarudia na kupenda tu. Jifunze kusoma body language na matendo. Saikolojia ya wanawake ipo kwenye subcommunication.